72,000.5 Ngoja, mulipeleka chai ya kiasi gani? Kahawa. Nini kahawa kiasi gani? Kahawa kiasi cha milioni 600. Tani tani 66. Kwa maana yake hiyo 650 hajawahi kuwalipa hata shilingi kutoka mwalimu. Kwa hata shilingi. Kwa mnadai. Tunadai. Hiyo kampuni ya GGM. Ya GGM. Tumejaribu ku, kuomba msaada kazi ya wilaya tumejaribu kuomba msaada kwenye bodi ya kahawa hatujasaidiwa. Hivyo tunaomba mheshimiwa makamu wa rais, tunaomba msaada wetu. Tuna watoto kwa majumbani ambao wameshindwa kwenda shuleni, mashamba yanaharibika. Tumekopa benki pesa ya uendeshaji, NBC, tunadaiwa na mpaka leo riba zinaongezeka. Tumeshindwa hata pa kwenda, tunaomba msaada wako, tuko chini ya miguu yako. Kuna wakulima wa chai wanadai fedha zao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 kwa sababu hii dhuluma, dhuluma ni kitu ambacho sisi CCM hatuwezi kuvumilia. Awalipe kwa muda wa wiki ngapi? Au ameshalipa anazitoa wapi? Atajua yeye, alikopeleka chai ya hao wapi. Halo, nani, unaitwa nani? Naitwa Richard Mangoka ni JDM. Wewe unanunua kahawa, unanunua nini? Na kwa kwa mjira mjira. Na chai, ni wewe ndio unanua chai. Na sasa kuna madai hapa unayajua? Kuna madai ya shilingi ngapi? Ni kama. Eh, sasa utalipa lini? na mimi nimeshasema hapa, ndani ya siku kumi na nne ulipe, na tena ulipe na usiwakope tena ay. Kwa hiyo kazi yes, inaendelea, iendelee.